Majina anaitwa Paulo Komeka Mwampamba, mwenyekiti wa mamlaka mji mdogo Mbalizi hapa. Pokea maelekezo kwa Mheshimiwa mbunge kuhusu malalamiko ya wananchi kwa kuuziwa mbolea kwa bei ya juu. Niliwaita viongozi ambao ni mawakala wetu, lakini pia nimejitahidi kupita duka hadi duka kuangalia bei zinazouzwa, lakini nimebaini kwamba bei ambayo nauza ni bei elekezi ya serikali wanaofanya biashara ile ya kuuza bei ya juu ni wale ambao wanauza biashara vichoni, yaani sio mawakala wa mbalizi yao. Kwa hiyo nimetoa maelekezo kwa wauza maduka wote wa Mbalizi. Kwa hiyo yote, atakayepatikana kwamba ameuza mbolea kwa bei ya juu nje na ruzuku ya serikali atakamatwa na atafunguliwa kesi ya uhujumu uchumi, maanake kana mhujumu rais wetu ambaye ameweka ruzuku kwenye zile mbolea ili wakulima wapate mbolea kwa bei ndogo. Kwa hiyo hatua tuliyofanya ni kupita madukani na kukagua, lakini pia tuliwaita mawakala wote kuwapa tahadhari wauzie wananchi mbolea kwa bei ya ruzuku. Kwa majina, naitwa Esnati Abraham, nipo kwenye kampuni ya uuzaji wa mbolea za ruzuku kampuni itwayo Mwampiate Agrovet. Mbolea zetu tunazouza ni tunatoa kwa bei ya ruzuku lakini kwa bei hizo zingine wanazozitaja sisi hatuuzi kwa bei hizo. Tunatoa mbolea kwa bei ya ruzuku tu ambayo ni kiasi. Kwa mfano kwa mbolea ya keni kwa bei ya ruzuku tunatoa 60 yulea, tunaiuza kwa shilingi elfu sabini kwa bei ya ruzuku, keno plus bei ya ruzuku 75 alafu pia tuna ICA tunauza kwa bei ya ruzuku 50 pia tuna TSP bei ya ruzuku ni shilingi elfu 70. Ndio mbolea zilizopo sasa. Kwa ambao wanasema kwamba tunauza mbolea kwa bei zisizojulikana, ambazo kwamba kwa mfano unachukua kenoplus labda 90, unauziwa yulea 75, sisi hizo bei hatuuzi, tunauza kwa bei iliyopangwa na serikali ambayo ni bei ya ruzuku. Uh, kwa majina naitwa Pelvin Nelson Mgaya ni mfanyakazi wa kampuni ya Pembejeo Switch Investment ambayo inapatikana Mbeya Mbalizi, na swala na... la bei la ruzuku dapu inauzwa 75,200, Keno Plus 75,200, Keni 60,000, ca 50,200, kuna urea ambayo ni 70,200, kuna NPK 75,200 ambazo hizo zote ni mbolea ambazo zinauzwa kwa bei ya ruzuku ambayo ni bei elekezi kutoka serikali, kutoka wizara ya kilimo, ambayo ni bei elekezi. Na hayo yote, wanaosema kwamba watu wa ruzuku tunauza benza, jiu, siyo, bei za juu sio bei elekezi za serikali, sio kweli na sio sahihi, kwa sababu unapofika kwenye maduka yetu unakuta tayari tumesha kumwandikia mteja bei kwenye listi tayari, anaikuta bei anayotajiwa na mhudumu au muuzaji, na ndio bei hiyo ambayo anaikuta imebandikwa ambayo ni bei inayotakiwa iuz kwa jina naitwa Salome Obedi nasokia Mbalizi, ni muuzaji wa mbolea za ruzuku wakulima wanalalamika kuwa tunauzia bei kubwa, lakini sisi kwenye kukalia tu tunauza kwa bei elekezi ya ruzuku. Hapa tuna mbolea mbalimbali urea mbali keni sa bei ya keni ni shilingi elfu sitini bei ya ni shilingi hamsini. Bei ya urea ni shilingi sabini. Sisi huku wanasema tunauza, tunauza mbolea kwa bei ambayo sio elekezi, tunauza kwa bei za juu, lakini hapana, tunauza kwa bei elekezi za ruzuku zilizoelekezwa na serikali.